Kenya na Uholanzi zimeimarisha ushirikiano wao wa makubaliano mapya kuhusu biashara, kilimo na utalii. An investment between Kenya and the Netherlands. Leo hii rais William Ruto na mfalme wa Uholanzi William Alexander walitangaza kutia saini hati tatu za maelewano na barua ya nia kuhusu miundo msingi ya maji. Ziara hiyo ya kwanza kufanywa na mfalme wa Uholanzi nchini in Kenya inaashiria kujitolea upya kwa uhusiano wa karibu wa kidiplomasia na kiuchumi. Mfalme wa Uholanzi pamoja na mkewe walifika katika ikulu ya rais Nairobi ambapo walipokelewa kwa hadhi kuu na hata kupigiwa mizinga 21. Willem Alexander pamoja naye Rais William Ruto walishiriki mikutano ya faraga kabla ya kuhutubia wanahabari na, na kuweka wazi makubaliano yaliyoafikiwa. Kikao cha mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili yakijadili ushirikiano wa kibiashara, miundo msingi, ustahimilivu wa hali ya hewa, kilimo, masuala ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili miongoni mwa majadiliano mengine. We held discussions to deepen cooperation in agriculture, trade.

three critical memoranda of understanding and a letter of intent that will translate our discussions into tangible action Kenya imetia saini mikataba mbalimbali mbali ya maelewano ili kufanya upya mfumo wa Kenya Uholanzi kwa ushirikiano katika sekta tofauti kama vile biashara ya kilimo na utalii. Rais William Ruto akisema kuwa mikataba hiyo inaimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika suala la tija na uendelevu. Mfalme huyo wa Uholanzi ameashiria nia ya mataifa haya mawili kushirikiana zaidi katika siku za usoni, huku akisema kuwa haki za Wakenya zinafaa kuzingatiwa na sauti zao kusikika, akitumai kuwa katika ziara hii ya kifalme masuala ya haki za kibinadamu, tawala bora na uwajibikaji utaweza kujadiliwa. The people of Kenya, like those of the Netherlands,

Ziara yake humu nchini inajiri miezi miwili baada ya kikundi cha kizazi cha jenzi kuiandikia taifa hilo ujumbe wa kubatilisha ziara yake humu nchini. Hata hivyo, mfalme Willem Alexander anatarajiwa kukamilisha ziara yake humu nchini siku ya Halamisi. Nikiripotia Dira ya Hope, jina langu ni Nixon.